Leo tuko hapa rasmi kupokea vifaa ambavyo vitavyotumika kwenye marathon yetu siku ya Jumamosi. Kama mnavyoona mimi na katibu tumepokea vitu hivi, tunawashukuru sana wafadhili wetu ambao wametufadhili kwa hali na mali na kuhakikisha kwa marathon hii kwa kweli inakuwa na sura ya kitaifa na kuunga jitihada za mheshimiwa rais kwenye masuala ya elimu. Marathon ya bunge lijalo, mungu atupe uzima na uhai, tutaweka utaratibu wa kumuunga rais kwenye swala la nishati safi na salama, ili tumuunge mkono vizuri, sababu yeye ndio kinara wa nishati hii safi salama katika Afrika na hatimaye yatatambulika kimataifa. Marathon hii ni muhimu sana kwa wadau wetu Tanzania na hasa kwenye wanafunzi wapya ambao tutawapokea kwa jengia shule hii ya form 5 na 6 kwa wanafunzi wanaume wavulana wetu nchini hapa Tanzania. Mimi binafsi na katibu wa Bunge, mimi namba yangu namba mbili. Namba moja atavaa spika, mimi namba mbili. Kwa msishangae na mimi nakuwa na shiriki, na naweza nikachukua ubingwa mkubwa sana kwenye hizo tatu, hizo vigezo vitatu vya half marathon, au ya 10 kilometers, au 5 kilometers. Msicheke, sisi wengine tutafanya mazoezi kificho ficho, tutakuja kuonesha vitu vya ajabu tu pale. Ni waombe wa Tanzania tujitokeze, tushangilie, tuje kupambana na kujenga elimu taifa letu kuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi wote mnakaribishwa, usajili uko wazi mpaka kesho saa sita za usiku. Tunategemea kukusanya almost bilioni mbili na ushee, ili tuweze kujenga shule hii muhimu sana, na eneo la shule litaamuliwa baadaye na uongozi wa, wa bunge, na wananchi watajulishwa na kama sema mwenyekiti, viwango vya kimataifa vitazingatiwa ule utaratibu wa watu kupanda pikipiki kama anavyofanya Haji Manara anakwenda kujitokeza tu mbele huko, itazuiwa na tutahakikisha kuwa tunadhibiti. Tuna, tuna, tuna watu ambao tukizamia na kutafuta ushindi wa magumashi. Asanteni sana. Leo tumekuwa na tukio la kuonyesha na kukabidhiana vifaa ambavyo vitatumika kwenye bunge marathoni tarehe kumi na mbili mwezi wa 4 mwaka 2025 hapa Dodoma, kwenye uwanja wa Jamhuri. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana uh, mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Turia kwa maono wake haya ambayo leo uh, yameendelea kuzaa uh, jambo kubwa katika bunge letu, kwa sababu marathoni hii imekusudia katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana. Uh, lakini pia tumshukuru mheshimiwa Naibu Spika na, na tumshukuru uh, uh, katibu wa Bunge kwa sababu katibu wa bunge ndio amekuwa anasimamia kamati ya maandalizi kwa ajili ya marathoni, na tuhakikishie kwamba maandalizi yamekamilika kwa zaidi ya asilimia 99. Kilichobaki ni wewe kufika uwanjani na kuweza kufukuza upepo ili uonekane uh, kinara au uonekane mshindi au ukamilishe kile ambacho umekusudia. Na kwa taarifa fupi ambayo tuko nayo, tuna zaidi ya watu wameshajisajili uh, hadi dakika hii, na hii inaonyesha kwamba mwamko ni mkubwa na watu wamekuja kwa makundi, ni wengi. Na pia nitumie nafasi hii kuzishukuru na kuzipongeza wizara mbalimbali ambazo pia zimejitoa na zimetuma makundi mengi ya watu kuja kushiriki kwenye marathoni hii. Ah, uh, kusudi yetu siku zote mnafahamu kwamba marathoni ni kumunga mkono Mheshimiwa Rais kupambana na magonjwa sio kuambukiza na sisi kama bunge tumekuwa tukifanya hivi kwa kuhamasisha ma ma ma michezo kwenye eneo hili. Kwa hiyo tunashukuru sana uh, kwa management ya bunge kuhakikisha kwamba tunafanikisha hili jambo. Ah, uh, na Watanzania tuwaombe kwamba taratibu zote za kimataifa uh, kwa sababu marathoni yetu ni international standards ni half marathon lakini ni international standards zote zimekamilika, ikiwemo usimamizi na utoaji wa matokeo ya uhakika mtu anapokimbia, na tunamonitor kila anapokimbia. Matokeo atakayopata ndio matokeo halisi. Kwa watu ambao wataenda kinyume na taratibu hizo, wakipata matokeo tofauti wasiweze kulalamika. Lakini pili, uh, upatikanaji wa zawadi, tushukuru pia ofisi ya bunge kwamba tayari wameshakamilisha maandalizi ya zawadi ya washindi, mshindi yote kama mwaka jana ambavyo ilikuwa unapewa kesh yako pale pale. Kuhakikisha kwamba unamalizana na bunge muda ule ule na kuonyesha kwamba sisi tuko smart kwenye utoaji wa zawadi Aa, uh, lakini mwisho zaidi ni kwamba tuwaombe popote pale ulipo. Wengi wanadhani marathon pia huyu inakuwa ni wa bunge tu. Tuombe Watanzania wote popote pale mlipo njo ushiriki Bunge Marathon. Ah, uh, utofauti wetu na marathon zingine ni kwamba pia hapo utapata nafasi ya kukutana viongozi wako na wabunge wako. Aa, uh, katika kubadilishana mambo mawili matatu na no ukikumbuka sasa hivi ni msimu wa bunge la budget. Kwa hiyo tunaamini pia utapata nafasi pia kujadiliana mambo mawili matatu kwenye eneo la viunga vya marathon ambayo vitafanyika pale uh, Jamhuri Dodoma na marathoni tunategemea kwanza saa 12 kamili na tutakamisha uh, takriban saa tatu uh, asubuhi itakuwa tumekamisha marathoni. Ya mwaka genda ni mbunge na wakisha wanawake wa mkoa wa Mbeya, uh, marathon season ya pili tunaifanya tarehe kumi na mbili. Ninawakaribisha wananchi wote bila kusahau wananchi wa mkoa wa Mbeya kufika kuweza kuchangia shule ya wavulana. Tunataka tufanye watoto wetu wa kiume wasibaki nyuma. Tumekuwa na mapambano ya watoto wa kike, sasa tunasimama kama wabunge kusaidia watoto wa kike. Msikose marathon tarehe 12 mapema kabisa, karibuni.